Kazi hii iliyowekwa katika mabega yetu ni kubwa. Mnavyotuona sisi hatuwezi, tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji maombi yenu. Um, sabato ya kwanza baada tu ya, ya sisi kuitwa tulisali kanisa la sangu pale Same na tuliita wastaafu wote watuombee tuliita kanisa lote watuombee, na leo tunakuja kwenu, tunaomba maombi yenu. Majukumu haya ni makubwa, hatuyachukulii kirahisi, na kazi hii ni ya Mungu. Lakini sisi tulio na mikono michafu, mioyo ambayo inahitaji kutakaswa na Mungu, tumebeba kazi takatifu katika mikono yetu, tunaomba maombi yenu, Mungu aweze kutusaidia. Kwa hiyo hii timu yote imekuja, tunataka kusema njozi zetu hapa leo, tusikilize kwa kifupi tu, na tunapotoka tuna hapa kwa makanisa yetu yote, ninaomba mtukumbuke katika maombi yenu, si uh, sio kitu cha mzaha, tunaomba maombi yenu. Bwana na wabariki sana. Na tunataka tuombe, mtu mmoja, mzee mmoja wa kanisa aje hapa. Naomba mchungaji mmoja aje hapa hapa, pasta wa mtaa mmoja, pazasinyao ni kupendelee, mzee mmoja wa kanisa ambaye anajitolea, anasikia kuwiwa kuomba kama nasukumwa, mzee wa kanisa mmoja tu, mama mmoja ili niombi tu la kwanza hili. Baada ya hapo, tutaanza programu yetu fupi tuliofikiria kuileta kwenu. Mama mmoja ambaye anatamani kutuombea, karibu mama. Mungu akubariki sana. Naomba wale wa maiki, wapatieni maiki. Asante. Basi tutasimama tunapopata ombi hilo la baraka.